Welo nyete tama saria. Welo. Welo yete tama saria. Eh? Eh. Yokuma. Yokuma. Yokuma. Yokuma. Mulingana. Muko mulingana. Wengi sana. Wengi sana. Dani yake. Eh. Mume fanyia nini? Mume fanya nini kwake? Eh? Mutasema nini mume fanyia? Eh? Mume fanya nini? Mume fanyia nini? Ongeeni haraka. Mume fanyia nini? Nini mmefanya? Nini muntania? Eh? Mko wengi. Mko wengi. Kama wangapi? Eh? Eh? Hawa hahesabiki. Hamwezi mkahesabu. Eh, ni wengi. Ni wengi sana. Munafanya kazi gani ndani yake? Nini mmefanya? Eh? Nini ni Illuminati? Mlimfunga. Mhm. Eh, ha? Mlimfunga. Hata soma. Kijana hata soma. No. Eh. Hey. Ah, mulitumwa na nani ninyi wa wa chama? Mulitumwa na nani? Hey, nani alituma? Nani alituma? Nani alituma? <coughs> Nani aliwatuma? <ya> <coughs> nani, <atuma>. Nani huyo? Huyo. <coughs> Nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Anaitwa nani? <coughs> Mulitumwa na nani? Mulitumwa na nani? Uh, eh. Mulitumwa na nani? Eh? Hey? Sister. Sister. Ya papa. Ah. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Chomeka na moto. Chomeka na moto. Fire is real. To the mighty name of Jesus. Eh? Sister yake. <okay>. Anaitwa nani? <coughs> Anaitwa nani? Anaitwa. <coughs> Eh. Wangibi. Wangibi. Eh. Yaani ah, wan sema. Ah, <coughs> eh. Eh? Alisema nini? Mtahangaika nini wote? Alienda kwa mganga. Mganga wapi? Alienda kwa mganga wapi? Mwea, Burbani. Makutano. Oh, Ukambani wa Mwea. Ndiko mulie alienda. Eh. Ulimfanyia kazi gani na nani? Kijana mlimpuliza. Mulimpuliza na nini? Eh?

Aya, tapika hiyo uchawi. Apisika. Hiyo uchawi. A hiyo uchawi. Tapika hiyo uchawi. Tapika hiyo uchawi. Itapika haraka. Eh, eh, eh, no, eh, inaanza kutoka. Uchukue na huku. Itoe. <laughs> Itoe. Itoe. Itoe. Itoe. Itoe. Itoe. Itoe. Itoe. Yote. Hey, yote. Toa. Toa. Toa. Toa. Toa. Toa. Toa. Toa. Kama. Kama. Vomit. Vomit it. Vomit it out. Vomit it out. Vomit. Watiria kijana. Watiria mwili. Watiria maisha yake. Watiria dawa yake. Watiria haraka. Watiria kwa jina la Yesu. Watiria. Umefungua. Fungua kijana. Fungua kijana. Fungua haraka. Fungua. Fungua hiyo kijana. Fungua masomo. Fungua nyota yake. Fungua familia. Ifungue haraka. Ifungue haraka. Ifungue haraka. Eh, kumbua huyo kijana. Hiyo roho ya wazimu, hiyo roho ya uchawi, hiyo roho ya kuhangaika. Itoe haraka. Itoe. Mungu amwambia, "Fire, fire, the mighty name of Jesus. Fire is on you. Ah, the mighty name of Jesus." Simama saidia, unaona vile ulikuwa na kazi nyingi na ulikuwa unaogopa, eh, hapo mwachilie tuone kama amewachiliwa bado eh, achilia kwanza, achilia ndoa, achilia yote.